Mimi, siwezi watu watu wamekuja kutusaidia, huwezi jua mimi na pesa zenye niko nazo, mnaweza nisaidie? Wewe kwanza mwenye unakaja hapa kwanza, ukule, nitakula mtu kanasaidiwa, lakini ni pesa uko na haja nayo, nikutumie pesa, ni pesa ngapi? Sasa mimi na nyinyi, nani anaweza saidia pole mwingine, tumelewana Nakuja tu vizuri ndio tu nimepata, nataka kuingia kwa nyumba gani? Anakwanga hivyo hebu niambie, anakwanga tu hivyo kila wakati wakatimii. Niko ni, ni, na biashara, niko na biashara zangu, so mi maneno yenu no. Unaona itakuwa Mami, usidhani utatufukuza hivyo. Hii maneno iishe, hii maneno tumeelewana, ni mambo mbili inaenda kufanyika. Either umfungue Margaret aende kuendelea na maisha yake, ama tuchome hii dhabihu yako. Na mimi nimesema hakuna kitu mnafanya, mtatoka kwangu mwende kabisa. Hakuna madhabahu mnasoma kwangu. Baba, Baba pita. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Baba pita, hebu kuja. Endeni. Hebu kuja. hatuja kuja hapa vita unaelewa huu mama ameanza vitu. Unaona, amepiga kelele mpaka watu wanatuangalia, watu ndio wale wamesimama huko wanatuangalia. Huu mama anaenda kuleta sarakasi hapa, na mimi nishamwonyesha wewe. Umeona chenye imefanyika huko tukiwa na mama. Hebu ongea na huu mama. hawa watu uliwatoa wapi hawa watu? uliwatoa wapi hawa watu?

Hata wewe uko kwa hii kitu baba pita yeah. Hata yeah, we uko kwa hii mnakula, damu ya mwingine inamwagika huko msini matope. Mimi si ndiye nimeonyesha kwake, hebu mwambie afungue huyo mama God.

anasema nataka kuongea na bibi. Imekuwa ni maneno hadi tufike hapa, naona saizi hatuko pamoja, atuongee hata na yeye. Nimemwambia yeye afanye biashara yake nifanye biashara yangu arudi kwa mama yake, mimi nirudi kwangu, kwa sababu e, mimi sikujui ai

Eh, sitaki hata kitambaa itoki hapa itoe. Kama kuna kitu itoki hapa tena ni ikitamba itoki hapa eh, ikitamba, ah, eh, ikitamba tena wewe si so, usiongelele ikitamba tena wewe fungua eh, mwenzako yes. Hakuna mtu anafungua. Unajua huyu yes. Mama huyu mama hata yeye mwenyewe hata bwanake amemfunga yeye mwenyewe. Bwanaake hizi venye tunaongea naye bwanaake anarandarandast naakanya, huyo ni bwana yangu, hata nitimfunga, hata aenda wapi, huyo ni bwana yangu likosahata huyo mzee hata huyo mzee ni maisha yako, huyu kukufungua. Mama, hizo usaidizi unasema anasaidia watu huku, nikufungia watu, wanafungia maisha na hata wewe maisha yako imefungwa hapa. Biashara nani amewasimamia? hiyo biashara yako imesimamishwa na hii kitu nyekundu hii, hii kitu tukichoma saa hizi, wewe biashara yako inaanguka, na ndio tunakuambia kufanya hii kitu inaenda Ku... inawaka moto, yes. Na ikichomeka wewe na familia yako inachomeka. Ndio naona ninakwambia, badala ya wewe uteseke mbeu, mama afungue nafsi ya mwenzake. Nimefunga gani? Mama Pita alituambia nini? Kwa hivyo kuna mambo iko kwa boma yangu yenye mengine sijui. Hadi kwa, kwa biashara zenye. Umeona message gani wakiongea na huyu mama, mama, mama Pita? uliona message wakisema nini? Hmm. Na mimi ninajua huyu mama ni mstaarabu na maneno <tip> Nyakati za kufunga mwenzako zimeisha. Siku zake za kuteseka zimeisha. Siku za Margaret za kugonjeka zimeisha, zimeisha msichana. Hey. yeah. wenyewe anaumo na ugonjwa msichana, wenyewe anaumo na ugonjwa usiknaia vitu vinamtendea kwa mwili pale penye mnaelekea sasa. Unajua ni jirani, mimi nitakaa na jirani sasa. Nyinyi itabidi nyinyi muende kishughuli zenu. Wewe umeona kiboko, wewe umeona kiboko yenye imechapa bibi yako? Ukitaka hicho kiboko zinakuja. Hebu badilisha nafsi ya nani, hebu fungu, fungulia Margaret, aendelee na life yake, fungulia Margaret.

Na hiyo moto yake inachoma sana. Nani akisema moto, eh, unaona venye mtu anachomeka anadia machozi. Mimi, mm. Sitaki hiyo moto. Mimi ninaona sasa mambo yameenda kukuanguka. Unaona na mimi kwa. Mm. Mwereze kuna moto. Mami, hata wewe Mungu anaweza kukuokoa. Lakini lazima ukubali makosa yako na ukubali kuchoma hii dhabihu hii umeweka. Hii kitu unaona, hii kitu unaona, iko na nguvu hii. Hii haina shida hii, yeah. Unaona hii kitu yenye iko na nguvu hii, hii kitu unasema iko na nguvu hii kitu, tunataka na tunataka nafsi ya Margaret mm, uiache ikuwe, uh, yeah, ikwe na amani. Hii ugonjwa yes, umemfungia. Si wewe mwenyewe umemfungia? hapana hivi ah, pesa hivi ikakwama kwa mkono yake, ndio nyinyi mkuje. Mnaona nani huku? umeona picha yake yenye ikaota kwa DP. Akai mtu mwenye akaa Amerika oh, nimeona huh? ana. Na nikajua ni wewe. Nikaona hiyo ujumbe inanishtua sana.

kazini yake Mama Pita mm, e ipesha yake u mzuri, mimi nikashindwa. Ni namna gani? Mimi sielewi haya maneno. Mimi najua Mama, Mama Pita ni mtu wa kanisa. Si ni watu wa kanisa? Hapana, ni watu wa kanisa sisi wote, hakuna mtu nimefunga hii kitu yenye kezo kimefunga roho ya watu wengi hapa, si hata Mungu mmoja hadi Baba Pita wewe kuhapo. Uko hapo? hadi watu wa familia yenu wako hapo kazi hiyo yako unaringia, imeshikwa na hii kitu nyekundu hii. Una hii kitu nyekundu hii, na sasa tumeshikia watu wengine wakifurahia. Umeshikia hiyo, watu wengine wakiteseka huko, hmm. watoto wenyewe, unasikia huyu mama anasema, mzee mwingine siku hizi amekuwa mwende wazimu Y hey, siku tunaamka asubuhi tunaenda kazi mm. Watu wengine wenye wanaamuka wakienda kazi. Hapa hakuna mtu amefungwa. Usiku ninajua nilala sana. Nalala saa sita ya usiku. Hiyo duka umesimamisha na hii kitu nyekundu na ndio tunakuambia ukitaka hiyo duka yako ibaki hivyo hmm. Ongea na huyo mama hmm. Afungue Margaret. Margaret aendelee na maisha yake e, uwe na uhuru. Margaret anateseka USA mnataka. Ah, huko mnataka akufe huko. Fungua pale. Hakuna kitu imefungua pale. Fungua pale. Hakuna kitu imefungwa. Kwanza ukunje hii kitu yako utoe hapa. Kwanza ukunje hii kitu yako utoke nayo hapa. Hapana. Hapana. Utachoma hii dabiu hii yako mm, hii hii hii, je, dabiu ya shetani hapa. Hapa. Hapa. Hapana, hii hamtoi hamtoi hapa. Hii hamtoi hapa. Baba Pita. Kwenye mlikuja muende hivyo. Baba Pita. Mtu murudie. Hmm? hivyo muende hivyo Peter. Baba Peter. Peter. Unajua Biblia inasema We know the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. I do not understand what I do for I instead I do what I hate. For I don't do what I like to do, but instead I do what I hate.

I want to do. Instead, I do the evil that I do not want to do. If I do what I don't want to do, this means that I am no longer the one who does it. Instead, it is the sin that lives in me. Tahu. Nataka usikie Ana. Saizi unadhani chenye unafanya ndio unataka kufanya. Mimi naona roho yako. Kuna dhambi ndani yako ambayo inakuweka ufanye hii. Kuna shetani ndani yako. Hapana, ambayo inakufanya ufanye kitu kibinadamu. Ungetaka kufanya vizuri mm. Ungetaka kusaidia awa mama wenye unasema unasaidia, ungetaka no, kusaidia no, watu wa biashara eh, sikiliza venye nakwambia, ungetaka kusaidia watu wa mm, biashara venye unaona unasaidia lakini chenye unafanya ni mbaya. Aa, si baya, na si wewe si unaifanya. Hapana, ni ile dhambi iko ndani yako yepundu iko ndani yako. Sina, sina dhambi mimi. Wakati umeshikia huyu mwanamke ako America ndio apate mali hiyo, si venye Mungu anataka usaidie njijia, mnanisumbua sasa ya kitu yenye unasema unasaidia kitu na, unasaidia pesa yunasa yenye to do

wenye anasema amebadilisha wanume wao wamekuwa wenda wazimu, amewasaidia moyo wake, inataka kusaidia mm. Lakini shetani iko ndani yake inasaidia vibaya. Mami, ukitaka kusaidia, ufai kuweka hapa dhabihi wati nyekundu. Hizi ya kusaidia sasa mm -mm. Hata nichukulie vibaya wewe mimi nimewaleta hapa, wewe. Mimi ume mifugua mifugua hapa. Wewe umeona hata vitu bibi yako anafanya kosea, wewe kwanza umeona bibi yako anaitisha mm. school fee ya mtoto wako mm. hata wewe kuna maneno tunafaa tuingie, lakini leo hii tuko kwa ajili ya Margaret. Akifungua Margaret atas... Fungua Margaret, Margaret simfungui mtafanya nini juu nimekata? Mtashinda hapo mpaka usiku wa sekunde sekunde tisini. Kuliko Magreti simfungui, hamnitishi mimi, hamnitishi Mungu tunao. Hiyo maombi yake kidogo kidogo ziweze kushuka chini hapana, wasiwati wasikutishe, hakuna kitu watafanya good. watatoka tu hapa waende watu hisia yao, watatoka tu waende Mungu, najua moyo wa huyo mama. Anadhani anasaidia watu tana watu watafanya. Ah, kuna kitu nimefunga na fungua nini? Akina nani mniambie nifungue? Msiniambie nifungue hmm. Hmm. Nataka kumuonyesha uchome, lakini kabla uja ichoma kuna kitu nafungua, hii mbaya, kabla uja ichoma tafadhali. Margaret, akiwa USA aje kuponya, katika jina la Yesu. Baba, baba Pita, kwa mara ya mwisho ongea na huyo mama. Sifungui kitu, afungue Margaret. Simfungui. sifungui kitu. Mimi nimeona mambo mingi, penye umenifikisha mambo nimeona leo. Aje sasa, simfungui. Acha Utafungua Margaret ama utafungua Margaret? Nimekataa. Simfungui. Kwa nini nimfungue? Nikimfunga, nikimfunga hamkua. Kwa nini mkuje mniambie nifungue? Fungua Margaret mami. Hapana, simfungui. Fungua Margaret. Simfungui. Fungua Margaret. Simfungui. Fungua Margaret. Simfungui. Kuja fungua fungua, e, fungua, Kuna... fungua, fungua. Fungua fungua mwenzako, fungua. Fungua mwenzako. Nitamfungua. Fungua. Nitamfungua. Katika jina la Yesu, fungua mwenzako. Nitamfungua Margaret. Ni wakati wa Margaret kupata uponyaji. Tuongee sasa. Sasa tuongee, kuja hiyo, kuja hiyo, kuja hiyo hiyo, sasa hivi. kitambaa. kitambaa. kitambaa. Una tufanye aje ufungue Margaret hiyo, Mtumishi.

Mama Pita, kwa wapi? Wapi direction gani? Twende, si utangulia hapa. <laughs>